Atuna mwanasheria hapa atuambie. Mwanasheria, ulipomaliza sheria ukaingia mtaani, je, uliona watu wengi wanahitaji huduma yako ya sheria? Shika mic japo ni mgeni, nakuuliza tu specific kwenye eneo hilo la taaluma mm. Nikimaanisha kwamba kama unaenda kusoma kitu ambacho ukirudi mtaani haukutani na hitaji, yani watu yani like unasubiriwa, unajua ukimaliza tu sheria, mm. ukiingia mtaani, yani watu wanakugombania Unajua hapa navyowafundisha mnaenda kwenye nyumba za watu eh. Unajua sasa hivi huko nje watu wamekaa hivi wanataka wadada wa kazi. Lakini sio tu wadada wa kazi, wenye maadili, wenye tabia njema ambao hao ndio adimu. Wadada wa kazi wamejaa, wapo huko kila siku. Mtu anaingia dada asubuhi, jioni kaondoka. Dada anamtukana bosi, dada sio anafanya nini. Lakini hawa wa kwetu ni wadada wa tofauti. Kwa sababu ya hizi tabia tunazowafundisha ambazo hazipatikani kirahisi kwa hiyo hapa watu wanawasubiria huko, wengine kusema ukweli hawana uwezo wa kifedha, lakini kupata wadada wenye, lakini wangetamani kupata hawa wadada wanaotoka kwenye hichi kituo, lakini bado wenye uwezo wa kuwalipa nao ni wengi, ndio mm. Maana hamkai hapa, ukiuliza watu ofisini, kuna watu oda za watu zimefikiwa, lakini kwa sababu hatutaki kuharibu, tunataka tuhakikishe mmeelewa mambo tunayotaka mwende nayo, tabia gani tunaenda nazo, ndio mwende kule, ili msiende kuharibu. Kwa hiyo sisi nawacho wafundisha huko nje, kuna hitaji wewe umesoma sheria, baada ya kumaliza, Je, ulivyoingia uli mtaani ulikutana na watu wanakuita njo, eh -hmm. <mahitaya> uh, ukimaliza sheria dp mm -hmm. inakuwa utambuliki popote. Hiyo ni la kwanza. Okay. kwa hiyo namna ya kujisaidia mm -hmm. ziko mbili, aweza mm -hmm. ukafanye tu makamani ukaombe upate experience mm -hmm. au wende law firm. Law firm pale watu kusaidia watakuwa nakulipa laba laki moja nakuta haipo mkoani ambako labda wazazi wako laba wako, inabidi ukajihudumie sehemu ya kuishi na nini na chakula hivi. Kweli, laki moja, kusurvive? Lakimoja okay. ausau kwa ili sherehe kulipe kama madamu wanavosema, kutoa huduma ili sasa uweze kuwafikia wale watu kule mtaani, ukawape huduma ya sheria kwa ili mm, watu wanahitaji. Kwa sababu hata dada senta nadhani tunahitaji huduma hiyo, kwa sababu tuna mambo ya mikataba na nini na hivyo. Yani nadhani watu wanahitaji, kwa mimi uelewa wangu, lakini ili wafikie sasa, inabidi uwe na ile elimu ya nini ya law school ahiyo mimi elimu ya law school sina na uwezo kwenda kusoma law school, yani sina pesa ya kwenda kusoma law school, na siwezi kufanya law firm nilipe laki moja mii laki moja, elaki moja ita, et, yani hivo haiwezi kuni satisfy mahitaji yangu, kwa nikaona na fursa kuja hapa nikapata kipato changu kakitunza vizuri na nikaendelea ukasoma hiyo law school eh. Okay. Nikasoma law school. Kwa jinsi ulivyojibu au pia nisisome law school. Kasoma kitu kingine. Nikamua nika mwenyewe. Yaani watoto wamerudi naona, labda mimi nitaamua kufanya kazi zangu labda miaka mitatu, baada ya miaka mitatu nitafungua law firm. Kwa hiyo hayo ndio maamuzi yangu, lakini pia nimefurahi, nimejifunza kitu kikubwa. Mm. Kwamba hauwezi kuendelea kama hauna discipline. Hmm. Mm-hmm. Hmm. Okay. Sawa, ya na mimi tu niwasaidie, kwa sababu hili ndio eneo langu, kwamba mtu asikukatishe tamaa kwa sababu ya mtazamo wake. Anayeku anayesema tunaenda kufanya mambo makubwa, tunaenda kufanya ndoto kubwa, ajue hizo ndoto kubwa zinaanzaga chini, na hiyo ni kanuni ya Kimungu, na hakuna binadamu ambaye ana mawazo makubwa kuliko Mungu. Mawazo ya Mungu ndio yako juu sana. Anasema kama mbingu zilivyo juu sana na nchi, ndivyo mawazo yake yalivyo juu. Na mawazo ya mwanadamu, mawazo ya mwanadamu yametutengenezea system za shule. It's very good. Zinatusaidia, zinatudrush, zinatuondoa ujinga. Mm-hmm. Lakini tusije tukayaamini zaidi kuliko mawazo ya Mungu. Ndio maana ni muhimu sana kuendelea kumjua Mungu na kujua kanuni zake zinavyofanya kazi. Huwezi leo ukazaa uka, uka, uka tu yani, mtoto tu akaza, akazaliwa leo akatembea ka, haiwezekani. Hiyo ni kanuni. Hata mkulima hawezi kusema leo napanda na, na alafu navuna na leo leo. Hapana. It's a process. Kwa hiyo hata kwenye mafanikio kuna huu mtazamo ambao umekuja kuwaondoa kuwa, kuwa, yani, sijui niseme umewabrainwash watu kwamba mimi nikishamaliza kusoma sitaki tena kuanzia chini, sio kweli kusoma kwenyewe ulianzia chini, kwa hiyo na unapokuja kuanza kuimplement yale uliosoma sasa kutatua matatizo ya wa watu kupitia elimu yako, na yenyewe inaanza chini. Ndiyo. Na tungekuwa tunawaza hivyo leo tusingekuwa tunalalamika na kunyoosha vidole kwamba hakuna kazi, serikali haijatupa ajira ya ina, ya no. Na mimi nasema hivyo kwa ujasiri as, sijawahi kusaidiwa na serikali, niliishia darasa la saba, kwa, kwa wazazi wangu waliishia pale na siwezi kuwalaumu lakini ilikuwa ni kazi yangu mimi kuhakikisha nabadilisha maisha yangu kwa kuanzia pale nilipokuwa, kwa capacity ile nilokuwa nayo. Nilikuwa naweza kufanya kazi za ndani, sababu nimelelewa nazo. Kwa hiyo nimezifanya kama biashara, nimelipwa mshahara, nimeendelea mpaka nimefika nilipo. Kwa hiyo hata wewe, popote pale ulipo, una uwezo wa kubadilisha maisha yako. Kinachowakosti watu ni hizo mentality za kuona kwamba wanataka waanze na mambo makubwa. Wewe mwenyewe ulizaliwa kama, ulianzia tu kama spamu kwenye tumbo la mama yako zilitoka kwenye mbegu za kiuno cha baba yako, maji maji yakawa binadamu, si ndio? Na mpaka unakuwa mtu mzima unajitambua, kumekuwa na process ndefu sana. Kwa nini unataka vitu vingine viwe tu haraka, haraka? Kwa sababu umetoka chuo tu basi ghafla unalipwa milioni tano, milioni kumi? No, hiyo sio kanuni. Hata siku moja. So, nasema hivi kwa sababu mimi kazi yangu nilionayo ni ku, naamini kabisa ni kusaidia watu waweze kuona nje ya box e, unaweza ukawa umesoma kitu ambacho mi sijasoma, lakini naamini kila mtu amepewa ubongo, kila mtu amepewa ufahamu. Experience zangu sio za kwako, kwa, kwa hiyo kupitia zangu pia zinaweza zikakufungua, zinaweza zikakuonyesha njia na una, ukaweza kubadilisha maisha yako. Navyosema uanzie chini, sina maana nataka uwe na uwe na maisha magumu no, kwa sababu hiyo ni process aliyoiweka Mungu. Sasa kama una shida nayo, kamuulize yeye, usiniulize mimi, kwa sababu hata Yusufu alijiona yeye ni mkuu sana, lakini wai alienda utumwani? Kwa nini Mungu aliyemwonyesha ukuu wake, akiwa waziri mkuu, akumpiti moja, akaenda akumrusha moja kwa moja, wai apite, wai alipite kwenye hizo processi zote? Anatuonyesha hatua za mafanikio kwamba kabla hujafika kwenye ile hatima nzuri unayoiona you need training. Na ni training maisha yanakupa discipline na kufundisha. Ndio maana ukiwa na tabia zako za ajabu ajabu inabidi zipruniwe, na ili zipruniwe lazima uishi na watu, lazima unyenyekee watu, lazima utumwe. E, kabla hujawa na cha kwako lazima uangalie cha mtu mwingine. Kile cha mtu mwingine Mungu anakutaka uwe mwaminifu kwa hicho. Ili ukiwa mwaminifu kwenye hicho ndio waweze kukunyanyua, na ndio maana ya ule mfano wa talanta kwamba huyu alipewa tano, mbili, moja. Yule wa moja aka <tutututu> eh, na akanyanganywa. Sasa watu wana vipaji, watu wana akili, lakini kwa sababu wamedharau, Mungu anawaacha wanaangamia. Lakini yule anayechukua kile kidogo na kwenda kukifanya kwa uaminifu, Mungu anamzidishia. Ndio maana nawasisitiza sana kwenye hizi kazi, msichukulie ni kazi za ndani ambazo hazina maana Chukulia ni, ni eneo lako la mtihani wa kuonyesha uaminifu mbele za Mungu kwa kidogo cha mtu ili yeye kesho na kesho kutwa akupe cha kwako. Hayo ndo ya kwangu, nitaka nimalize nayo. Kuna lingine lililobaki? Maana dada ni mgeni Asha, ila kwa sababu tayari nishaongea naye kwenye kipindi chetu kile cha kufahamiana, nimejua ni dada mwenye digri yake ya sheria, lakini bado ameonyesha unyenyekevu, amekuja kwa dada center. Humble beginning Hey, na uwezi kujua kwa nini alishindwa kumaliza huko law school na nini, hujui kwa nini Mungu anampitisha kwenye hii njia kwamba nilimaliza, nilimaliza degree yangu ya sheria, lakini nilikosa hela kwenda law school, lakini ilibidi niende wadada center nikafanya kazi ya ndani. Kuna kitu anatengeneza kwenye historia ya maisha yake kwa ajili ya kuja kusaidia watu wengine, lakini wakati huo huo na yeye kufanyika baraka kama ambavyo mimi nachokifanya tuna share life experiences zetu. Hata hizi stories za kina Yusufu tunazozisema ni kwa sababu zimetujenga sisi kwamba, ah, kumbe sio mimi tu, mbona Yusufu naye alipita akaenda kuwa house boy na baadaye akaja kuwa waziri mkuu. Kwa hiyo na mimi naweza nikawa nimeanzia kazi za nyumbani, kesho na kesho kutwa naweza nikawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, watu oyo. <laughs> <laughs> Eh, hapo ndio watu watakapozima na simu zao eh, eh, inawezekana. Uwezi jua Mungu anampangia kila mtu. Sisi kuna watu wanaona samia atoshi. Eh, lakini ni binadamu amemweka pale. Eh, kwa nini sio wewe, sio baba yako, sio mama yako, sio bibi yako. Kwa hiyo kila Mungu anapanga hatima ya mtu. Sisi binadamu ndio tunapendaga kusema wewe ustahili nafasi, wewe utoshi, wewe ufai. Lakini Mungu amemwandikia kila mtu hatima yake. Kwa ume, kesho na keshokuta, usishangae nikawa niko mbali sana na niona tu nasema eh, hey, kutoka dada wa kazi mpaka CEO ni CEO kweli, tena CEO kweli kweli! <laughs>